Mama anazalilishwa mno. Mama anazihakiwa. Hebu tujiulize, ni kwa wanawake wake? Ni kwa Uzanzibari? Eh? Au tuseme ni kwa udini. Mambo yamekuwa mengi. Eh? Walitokea wanaharakati umeshasema no reform tulia. Baki na, ro na no reform yako. Vyama kumi na tisa, hivi kumi na nane vilivyobaki tutakwenda kwenye uchaguzi. Umeshindwa, usikimbie na mpira kwa pani, achia mpira tunaoweza tuendelee nao. Tunaumia sana. Mimi ni mwanamke, ni mama, najisikia huzuni sana ninapoingia kwenye mitandao ya kijamii na kuona yanayoendelea. Eti Samia anafananishwa ni kama kikatuni fulani tu hivi, mara anatokea mtu anakifinya finya. Kweli na sisi tupo tu Si kwamba hatuwezi kusema, tunawaangalia nyinyi mnatupeleka wapi? Na kama akivua ruhusa kila mtu aseme hapa, wasemaji wanaotoka nje na wandani ya nchi watatafuta pa kwenda. Hii kazi tunaiweza sana, Mheshimiwa waziri, tumechoka. Kuna msemo wa Kiswahili unasema, ukicheka na nyani utavuna mabua. Hatutaki sisi tuje tuvune mabua sio muda tena wa kucheka na nyani, na nasema na haya, na uzuri mama yangu Taska yuko pale anasikia. Hizi wizara mbili nyinyi saa hivi macho yetu sisi tunawaangalia nyinyi. Na mimi nikwambia Mheshimiwa Waziri, niungane na wenzangu waliopita katika kuchangia, tulikosea kweli yule masakarua kumrejesha kule, na ili kosa lisitokee tena hapa. Hivi mtu anatoka huko analeta ujinga wake hapa, halafu eti anarejeshwa nzima salama salimini? Kweli! na yule anayesema anadai kapigwa eti an, anashuka kwenye gari anajichechemeza kweli? Yule alikuwa apigwa arudi na mitungi ya gesi kule kwao, anafumulia gesi. Wengejua Tanzania, wengeona makali ya jeshi la Tanzania lakini eti leo mtu anadai kapigwa, anazungumza tu kule, anaendelea kuzungumza, tumemwacha masakarua, anaendelea kuzungumza akiwa Kenya kule. Mheshimiwa Waziri, hili lisitokee tena. Anayekuja kwetu tunamalizana naye hapa hapa, anaingia ndani ya kumi na nane zetu, tumalizane naye hapa hapa. Wanavyotaka tunataka sisi, hatujashindwa na sisi hatuwaogopi. Wasifikirie kama walivyoweza kufanya kule kwao, watakuja kuchochea Tanzania iwe hivyo? Tanzania ni nchi tunayoheshimiana. Tanzania ni nchi ambayo tunaishi kwa urafiki na udugu, sisi tunaheshimu sheria zetu. Watu tuliwaona kule, walienda kunajisi mpaka bunge lao, nchi gani ile! Eti halafu mtu anakuambia tukasome kwao, tukasome nini? Kipi tukasome? Sisi hatuna cha kusoma kwa Wakenya, isipokuwa Wakenya watoke kule waje wajifunze kwetu, waje watalii kwenye nchi yetu waone.